Sasa sasa ni hope mkopoa. Today my baby alikuwa nataka chipo, so mimi na mimi sasa niende nikanunua chipo, nikijuaga nitajipikia. Ah, ah, nayo hapana, nichukua viazi zangu alaka, nikakatakata hapo hivyo nika, na nikamtengenezea chipo juu mbora niende nikanunua chipo so, tukiendelea na hii video, niliwaambia last time, I told you to subscribe to my YouTube channel. Mkaenda mka subscribe guys, nilifurahia jamani. Continue subscribing, wenye waja subscribe, at least tufike 10k subscribers guys. So mimi nimaliza kukatakata viazi zangu hapo hivyo, na nikachukua kitunguu, nikuwa natayarisha ya kachumbari, chumbona nipike chipo tena nisiweke kachuni, sikule bila kachumbari kachumbari Yeah, majua venye chipo za kachumbari huwa zina stripe nyinyi so lazima ninge ningefanya nini, service poa ni msava ajisikia amekula zenye choo, alikuwa anataka kukula tu, alikuwa ameleta shida yeah. Then mimi nikitengeneza kachumbari huwa natoa hiyo nini za katikati, huwa zinakuwa na maji mingi, na ukitengeneza kachumbari ya maji kona maji hiyo si kachumbari so nikatoa hiyo nini acho na hizo zingine, so na kachumbari yangu ikakuwa poa sana sana ya yeah. Mm. Then ikabidi sasa sasa ni taimu ya kuweka viazi kwenye kalai ama kwenye mafuta ya yeah. Amazing, wacha kucheza na ndo hizo ah, jameni, zikaiva, tomato sauce and choma sauce ah, tukab donyw hapo, tukadonywa hapo, nakwambia. Na zilikuwa zina slaps e, e, e, e. Niwaambie jameni, jameni, nini, hmm? Then nikachukua I love you